Rais wa zamani wa Marekani Joe Biden mwenye umri wa miaka themanini na mbili amegundulika kuwa na saratani ya tezi dume inayosambaa hadi kwenye mifupa yake. Biden ambaye aliondoka madarakani Januari alibainika kuwa na saratani siku ya Ijumaa baada ya kuonana na daktari wake kutokana na dalili zilizojionyesha katika njia ya mkojo. Saratani ni aina kali zaidi ya ugonjwa ambao umeainishwa kama kiwango cha juu na seli za saratani zinaweza kuenea haraka kulingana na shirika la Cancer Research UK. Biden na familia yake wanasemekana wanatathmini aina ya matibabu, na ofisi yake iliongeza kuwa saratani hiyo haiathiriwi na homoni, kumaanisha kuwa inaweza kudhibitiwa. Katika taarifa ya Jumapili, ofisi ya Biden ilisema: Siku ya Ijumaa aligundulika na saratani ya kibofu yenye alama ya Gleason ya tisa daraja la tisa na metastasis kwenye mifupa. Rais Donald Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Truth Social kwamba yeye na mama wa raisi Melania Trump wanasikitika kusikia kuhusu kilichobainika hivi karibuni wakati wa uchunguzi wa Joe Biden. Makamu wa rais wa zamani Kamala Haris ambaye alihudumu chini ya Biden pia alimtakia heri familia ya Biden. Hii ni TMC news updates mataifa. Mimi ni Jacqueline Masawe, endelea kutufuatilia kwa kusubsribe, kulaiki, kushare pamoja na kument ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.